Awali ya yote nitumia nafasi hii kuwashukuru sana wananchi watumishi, pamoja na wananchi wote waliojitokeza katika zoezi hili la kufanya usafi katika maeneo yetu ya umma ikiwemo katika eneo hili la soko kuu la Songea. Shughuli hii ya usafi ni kuelekea maadhimisho ya kifo cha Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Baba wa Taifa letu ambayo tunaadhimisha hapo kesho tarehe 14 mwezi wa 10 2025. Siku hii ya leo tumefanya usafi katika maeneo mawili ikiwemo hospitali Rufa ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma pamoja na eneo hili la soko kuu. Tunawashukuru sana wananchi wamejitokeza kwa wingi katika kufanya usafi, na tuwaombe hii ndio iwe mwendelezo wa utamaduni wetu wa kufanya usafi katika maeneo yetu ya umma, lakini pamoja na maeneo ya makazi. Siku ya kesho tarehe kumi na nne mwezi wa kumi ni kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo uh, kitaifa inafanyika katika mkoa wa Mbeya ikienda sambamba na uzimwaji wa mwenge wa uhuru. Uh, moja ya falsafa kubwa za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwa ni uhuru na kazi. Baada tu ya nchi yetu kupata uhuru, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianzisha falsafa nyingi ikiwemo hii ya kuhamasisha wananchi kufanya kazi. Kwa hiyo kupitia falsafa hiyo, na sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa tukishirikiana na manispaa ya Songea tuliamua kuitumia falsafa hiyo ya uhuru na kazi kudumisha uh, kufanya kazi kama uh, sehemu ya ya kumkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika mambo mengi aliyoyafanya. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kabla sijahitimisha, niwakumbushe kuwa moja ya mambo ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anayahimiza katika uongozi wake ilikuwa ni uzingatiaji wa demokrasia. Na kama ambavyo mtakumbuka mwaka huu nchi yetu inaenda kufanya uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 29 Oktoba. Na, na niwaombe sasa katika kumwenzi Mwalimu hayati Julius Kambarage Nyerere tutumie nafasi hiyo kujitokeza kwa wingi kwenda kutumia haki yetu ya kidemokrasia ya kuchagua viongozi tarehe 29. Wote tujitokeze kwa wingi kwa ajili kujiri ya kwenda kushiriki kuchagua viongozi wa ngazi mbalimbali, lakini pasambamba na hilo, leo tutafanya shughuli ya kupima afya za wananchi bure, ikiwa ni moja ya shughuli ambayo na mwenzi Baba wa Taifa. Hivyo leo tumeungana pamoja na wananchi kama ambavyo yanaonekana, tumefanya usafi wenye lengo la kuondoa magonjwa. Mtu ni afya, na afya pia inahusisha usafi. Kwa hiyo tumeshiriki zoezi hili katika maeneo haya mawili, lakini zoezi hili ni endelevu. Hivyo ni wakaribishi wananchi kupima afya zao, zoezi leo ni bure. Linaanza leo hapa maeneo ya soko kuu, lakini litaendelea kesho pia katika viwanja vya Majimaji. Katika viwanja hivi Tunatarajia hasa kufanya uchunguzi wa magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa hayo ni pamoja na shinikizo la damu, kupima uzito, kupima sukari na kuangalia hali ya lishe.